mmeonesha nia kwa nia tena nafasi zenu, <clears throat> na pia wapo waliotangaza kukaa pembeni kama kakaangu Joji Joji Mkuchika, hey.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 asante, asante, asante, asante, asante. Nataka nirudie hilo wanateza kwa oh, oh. <laughs>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

Waheshimiwa wabunge, asante. Waheshimiwa amesikia mwezi wa nani? Kwa hiyo, waheshimiwa wabunge mnashangilia wa kuendelea kuitwa waheshimiwa wabunge nimalizie. Ni nimalizie kwa kusema Mungu libariki bunge letu la Tanzania.